Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 20.6 kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo katika kata Bakoba manispaa ya Bukoba ikiwemo ukarabati mkubwa wa bandari, miradi ya afya, maji, miundombinu ya barabara za mitaa pamoja na uboreshaji wa elimu ya sekondari na msingi. Katika ilani ya uchaguzi wa CCM ya 2020 2025, ukurasa wa 93, chama chetu kiliahidi maboresho mbalimbali mbali katika bandari ya Bukoba. Hivyo serikali imetekeleza maagizo hayo kwa kuleta fedha jumla ya shilingi bilioni 19.5. Diwani wa kata Bakoba Shabani Rashidi amesoma taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo tangu amechaguliwa kuwa diwani wa kata hiyo mwaka 2020 hadi 2025 mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi CCM katika kata hiyo, viongozi wa dini, maafisa watendaji wa mitaa na kata wadau wa Chama cha Mapinduzi na kudai kuwa maendeleo hayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kipindi cha miaka 15 wakati kata hiyo ilipoongozwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Kwa miaka mingi, wananchi wa mtaa wa Kafuti hususani maeneo ya Kazinga na Karobera walikosa mawasiliano ya haraka kutoka katika maeneo yao kuja mjini. Hata hivyo ahadi za wanasiasa kwa miaka mingi ziliwakatisha tamaa. Mwaka 2020 baada ya kukichagua Chama cha Mapinduzi wameona mabadiliko makubwa sana kwani waliwahi kuelezwa ili barabara hiyo itengenezwe mpaka hapo Yesu atakaporejea. Hata hivyo, ndani ya kipindi cha miaka mitano tu ndani, eh, chini ya usimamizi wa chama cha mapinduzi zaidi ya kilomita mbili zimetengenezwa na sasa vyombo vya usafiri vinafika katika makazi yao. Kupitia kikao hicho, anasema kiongozi bora hupimwa jinsi anavyosimama na jamii yake katika kushiriki mambo ya kijamii, ubunifu uwezo wa kusimamia mambo ya maendeleo na kudai kuwa kama kiongozi kijana mwenye umri wa miaka 36 ametumia talanta yake ya uongozi kushiriki kufanya ubunifu, kuanzisha mambo rukuki ambayo wananchi wengi wanajivunia uwepo wake ndani ya miaka mitano katika kutumikia jamii. Kiongozi hupaswi kujitenga na shughuli za kijamii, chama chetu kwa nyakati tofauti kimetutaka kuwa karibu na wananchi, na katika kuzingatia maagizo haya mimi kama mwakilishi wa chama kwenda serikalini nimehakikisha chama chetu kinasemewa vizuri katika kipindi chote nikitumikia nafasi hii ndugu mwenyekiti na wajumbe nimeendesha ligi za mpira mara mbili kwa miaka mitano kwa gharama zangu binafsi na kuwashirikisha wadau na marafiki zangu kutokana na changamoto za mafuriko ya mara kwa mara ajenda ya mafuriko nimeibeba kwa miaka mitano kupitia vikao mbalimbali mbali vya halmashauri, hatimaye ilitengwa shilingi milioni kumi na kupitia jeshi la magereza kazi kubwa ilifanyika ya kunyoosha mto katika eneo lenye changamoto. Kama ambavyo tuliahidi mwaka 2020, kata yetu imefaidika na miradi mbalimbali mbali ya uwekaji wa taa za jua barabarani, ili limewezesha wananchi kuendeleza biashara zao za kujiongezea vipato, hasa kwa nyakati za usiku. Migogoro ilionekana mikubwa, tuliona tuwashirikishe viongozi wetu wa dini, tuwashirikishe wazee wetu ili watupe busara zao, na hakika nasema tumevuka salama. Je, diwani huyu ana maono gani ya baadaye katika kata hiyo? Tukienda pale Gorani, ambayo mwaka huu tunakwenda kuifanyia ukarabati, pale mtaa wa Mtoni, nayo imeingiliwa. Mwenyekiti wa mtaa ni shuhuda, kwa maana kwamba wapo watu ambao wamejenga kuingia katika barabara hiyo. Tumefanikisha ukarabati wa maabara ya kemia katika shule ya sekondari Bakoba kwa gharama ya shilingi milioni 30. Maabara hii sasa inawasaidia wanafunzi kufanya masomo yao ya vitendo kwa ufanisi zaidi. Ndani ya miaka mitano tumejenga vyumba kumi vya madarasa vya kisasa katika shule ya sekondari Bakoba kwa gharama ya shilingi milioni 224 na laki nne. Hii imepunguza msongamano na kuwapa walimu na wanafunzi mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia. Pamoja na mambo mengi kutekelezwa, bado kuna changamoto kadhaa ambazo yeye kama kiongozi anaona zikitatuliwa wananchi wa kata hiyo atapiga hatua moja hadi nyingine. Ujenzi holela unaosababisha baadhi ya barabara kuwa finyu, kwa mfano barabara ya Shirisheri. Barabara hii tulitamani tuitengeneze kwa lami, lakini walipokuja wataalamu walidhihirisha kwamba haina vipimo sahihi. Siyo mara nyingi ngazi ya kata kusomwa kwa taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo mara nyingi tumeshuhudia kwa ngazi ya wizara na taasisi. Hii ni hatua kubwa kwa kata Bakoba kupitia kwa diwani wao ambaye ameona ni vyema kusimama mbele ya wananchi na kuwajuza ni yapi yaliyojiri kwa kipindi cha miaka mitano. Kutoka katika kata ya Bakoba, mimi ni Diana Deus wa Daily News Digital.